Ndio, ndo mwanao mimi ndo ndugu yako. Cha msingi hapa, we kuwa mpole. Kibao manyung amebandikwa nini sijui nini, naenda kumchinja. Kabla ujaenda kumchinja mtu, toka hapa, nenda moja kumoja, kwa moja mpaka kwa brother Sombadii. Unanipeleka tena kwa Sombadii? Mtoto wa Yesu Sombadii anawaza upole, kusameheana yaishe, tutafungua Matayo, Zaburi na Methali. Sombadi simtaki. Habari zenu wakubwa. Nasikia na mnanitafuta. Habari zetu ni jema. Ila swali la pili. Tunakutafuta kivipi? Okay, it's okay. Mm -mm. We binti, hebu subiri kwanza. Usiniite binti, niite dada. Sawa, dada. Sisi hatukutafuti wewe. Ila kuna jambo ambalo tunalitafuta na kulifuatilia. Jambo gani hilo? Sawa sawa kabisa. Kuna mauaji yanaendelea kwenye kijiji hichi. Sio ndio hilo? Kwa hiyo tujajua kwa nini haya matukio yanakuwa yanajirudia kila wakati. Ni kweli kuna mauaji yanayotokea katika kijiji hiki. Kwa asilimia kubwa nilivyochunguza na kuona, mnaohusika ni nyinyi. Mfano mzuri kama ile maiti pale mlivyoiwa na kuiacha, kaenda wapi? Well, so, Hapa hapa tuongelee, hapa hapa, tangu kule una ubuyu, una ubuyu. Sasa hapa tushakaribia, tuyamalize. Tukienda kule pale, unajua kabisa pale hamna mambo ya mbambamba, sio? Nini maneno maneno pale, tunaenda na habari zingine kwao. Niambie kabisa wa ubuyu, tumalizane hapa, nipe ubuyu nijue. Abduli, jana yani nimetoka kwa mama yake Tala. Mama Tala kanipa kazi bwana, nifanye sijui. Sasa kama hiyo kazi nitaiweza au la? Mama Tala kakupa wewe kazi? E, kazi ya kuchimba shimo ya kuvuna mahindi? Abduli, Mama Tala kanipa kazi sio ya kuchimba shimo wala ya kulima mahindi wala ya kuvuna. Mama Tala amenipa kazi ya kwenda kuputinisha familia ya Sombadii. We, kakupa wewe yeah? Eh, asa wewe, ngoja nikuulize swali wewe uogopi kwamba kufitinisha watu zambi? Unajua ile jambo unalopokea wewe ni zambi, tena zambi, ukitukapo unaweza ukaenda hata motoni. Leo unapokea ujinga kama huo? Nikwambie kitu kimoja, leo mimi hata niletiwe milioni mia pale siwezi nikaingia kazi ya kufitinisha maisha yake, kwa sababu unajua kabisa ni zambi ambayo unapenda motoni wewe. Unakubali kazi hata shilingi kumi hujapewa Abduli. Wewe kwanza mambo ya moto hapa yamefikaje? Haya mambo ya moto hapa yamefikaje Abduli? mi nakwambia ukweli, hakuna hata kwenye maandiko, kile kifungu namba nane, unafiki dhambi. Leo haya, unaenda umelipwa nini? Umelipwa nini hapo ulipo wewe? Una uhakika wewe, umepewa nini? Umepewa nini? Nisikize, nikwambie, jana nimetoka pale, kaniambia shoga yangu kwenye kisililia, mama kwenye kinyonyo, katoa shilingi 10000 kanipa wewe. Sasa hiyo shilingi 10000. Sikiliza. Hizo kazi zina wenyewe. Wewe hapo ulipo unahitaji msaidizi, unahitaji mtu wa kukusaidia assistance. Sasa sikiliza, nipe 5000 Taina, hebu tulia kwanza mwanangu tena Asnati. Abe. Kumbe wewe ni mzima? <sighs> Mimi ni mzima. ila samani, ulitaka kuniona mimi nikiwa nimekufa, Dear. Kwa hiyo wewe ndo muuaji? Unaua watu, watu wanatafuta huku na huku kumbe muuaji ni wewe! Mpumbavu mmoja wewe! Halafu isitoshe nataka kuniulia mpaka na mdogo wangu wewe! Wewe dada, wala usipanike, mimi mdogo wako ni mzima, ila naomba unitoe hapa, kuna watu wanataka kunichukua. Mambo mengine tutaongea mbele. Elfu tano ee, nipe elfu tano nikusaidie kazi. Mimi nataka nikusaidie hii kazi iende vizuri. Sisi ndio wenye kazi hii. Wewe unaombea lakini wewe kazi hii inabidi upate wasaidizi. nipe elfu tano. Mimi muda mrefu nalia dagaa yangu, nimekaa nimeweka ugali kule nalilia nipate tu vidagaa vya mchele nikale ugali wangu. Siyo nikumbe una elfu kumi mzima hapo. Nipe elfu tano nikusaidie kazi. Mimi, na mimi ndio na ndio mnafiki namba moja. Hiki kitongoji wananijua mimi nani, mnafiki. Tena tena mimi naongoza. nikikusaidia mimi, hilo jambo ndio utaona wewe linavyoenda vizuri. Eh, wewe elfu tano, Abduli elfu tano. Sasa kumbe nini? Kumbe na wewe unataka, nataka dira kufitinisha eh? kuzungumzia maswala ya moto eh? kwani nikikupa elfu tano we motoni wingi? Haya kama ulijua unataka elfu tano maswala ya moto hapo, sijui utapata dhambi, sijui kufitinisha watu, sijui nyimi mara umbea. Kumbe na wewe unautaka umbea, si ndiyo? <coughs> Sasa sikiza nikupashe Iyo elfu kumi mwenyewe jana nimetoka nao huko kwa huyo mama Tala, alivyoimaliza tukunipa, nimetoka zangu nimeenda zangu na zangu nyumbani, nimekutana sriye, na Neema pale. Kumbe alikuwa sijui ananivizia swali nione wapi sijui alikuwa ananifata kinyume nyume, mama kaani pola hiyo, afutaka nipiga kabali moja tu, nimemtonyoa. Kama unamjua alivokomaa ivi, ungerudisha kaani pola elfu tano hapa. Sina hata maji sikuambulia jana, afu unaniomba elfu tano elfu tano umenikata mudi kila kitu. Yaani wewe Neema ndo akuchukulia elfu kumi, unakuja hapa unanipa mimi msingi? Kwa hiyo mimi hapa nauza maneno bule? Ah. Yani Abduli nisaidie, mzio ah. ushauri wa mtu, kumpa mtu ushauri sio mpaka hela, unampata maneno machache tu. Hela vipi mama, mpaka nakupa hela? Yule sikajua, wewe unaweza kazi leo. Je, hapa mimi nikusaidie bure? Ni kweli kazi kama hizi zinahitaji kama hivyo motisha, zinahitaji posho ndogo ndogo. Wewe hela unachukua, eti kachukua Neema, unakuja hapo kuniambia mimi msingi wa maneno, alafu unajua kama yule mama So mtu mdogo, mtu mzito, yule mama, mama sako papa Usmani, papa Usmani, yani yule mama <laughs> hmm. <Nisikiza nikwambie. laughs> <Abduli. Nisikiza laughs> yule nasikia ni mtu mzito, bala mchawi ni mimi msukule. hiyo kazi ya watu ufanye, mimi sitaki la lawama, sitaki lawama. Ninachokwambia hapa nyinyi, kwanza naenda pale, nakwenda pale, naomba uniache mimi, nitangulie Fata nyuma, sababu hapo ushani alibia mudi. Nijua hapo unaongea masuala ya pesa mmazigi, hata una tabu kujelo. Hey. Abduli, ninapokuambia mimi jana kumi mpolo yote, mimi hata maji sikunywa hapa jana, sija mkata miogo sija la nkwa... asubuhi. Sasa sikiliza, mimi nachongea neno hili, kuwa makini Abduli, wewe wee Abduli, Kumbe kuna dili zangu wewe, kumbe kuna madili yangu ufai mbu wewe, na utaona na kao 5000? unganisaidia pila vile vile, ungeondoka. Kuna madili yangu ufai wewe, nishakujua. Kuna maswala ombea kabisa, staki kuniingilia kabisa. Nani? Kiwezekana nitaifanya mwenyewe. mara ya mwisho Taina alikuwa na wewe, hiweje lewe hii yapotee kwenye mazingira ya kutatanisha? Ina maana Taina ni mchawi, ni jini, ni shetani ama zombi? Bro, kama ni jini, shetani, mchawi au zombi, basi jumuisha kwa pamoja. Nania mwenyewe sielewi, ya kanchanganya. Yani kitendo cha kazi hilo tu tamate kule tu kirudi huku tena, hayupo pale, simuoni mimi hapo. Nimewaza jambo, uenda kina Kodipii wamepotea kama alipopotea Taina. Kachana nae maana leo ukapotea Kodipii nauna jamaa mwingine, kesho unaweza kuta mimi ama wewe. Ko chunga hizo salamu, ni mara ya pili zinanifikia, yapasa tutulize kichwa, maana tusipozibaufa tutajenga ukuta. Tufikiri kwa kila kwa sababu sisi ndio bendela chuma, mlingoti chuma. Kamba nyororo. Eh, kamba nyororo. Habari zenu vijana? Hodi. Karibu mlembo, karibu. Umekuja leo? Asante. Vipi, nimemkuta Sombadi? Pole, mimi mwenyewe namtafuta u kiumbe wa kuitwa Sombadi. Oh, kwa hiyo inaonekana hapa umekuja muda mrefu? Ndio, yeah. Sasa wewe kama hapo umekuja muda mrefu, na umekaa hivi, unajua kama hii sehemu sio salama kabisa alafu tuache yote. Kwani wewe ni nani yake haswa? Mimi ni jamaa yake tu na sio ndugu yake jamaa <laughs> yake. Ah, sasa basi, ngoja nikwambie kitu, yaani ni sehemu uliopo sio salama kabisa, maana huko nje watu wanasikika wakisema, maana mikuku inaita mijina, wageni, sijui viumbe vya ajabu ajabu vipo, eh na wewe uko hapa <laughs> Hey, Mungu we Mungu na, Mungu, na shetani na wauni we shida, amesema sakafulai. Yaani mtoto unampenda simo mpaka akili zinakukataa. Tangu lini awakuka kajamajina ya binadamu. Dada unachizika vibaya. Dadangu huyu sio mzima, yaani ni chizi. Yaani tukimbia hapa, sio sehemu salama kabisa. Ashe, Wow, wow, wow. Bari yako safi, mambo vipi? Mbona ulikuwa unanikimbia? kukimbia ndio wapi? Wasi, ulikuwa unaoga na yule kijana pale? <coughs> Blaza nitakuwa amenifananisha na kama ulipiga picha, nenda karudie marejeo ya picha yako. Utamjua nani kwa kukimbia. Unaitwa nani? Uulize mimi naitwa nani? Kwani wewe unaitwa nani? Umefuata nini huku mtoni? Nimekuja kutalii. Na mimi kama Mtanzania nina haki ya kutembea kwenye hapa mtu. Nimekuja kuangalia nyoka. Ndege. Lakini kubwa zaidi nimekuja kutafuta nyoka. Una kibali cha kusaka nyoka huku mtoni? <laughs> Haikuhusu. Karibu. Tena hapa bora tusisalimiane, naona tukisalimiana ule mzuka wangu unokuja nao na asila zangu zitaisha, tutaanza kuleta udugu wa kuchekeana, chekeana hapa, kilichonileta kitakuwa kimepoa. Mi sitaki hata tusalimiana na swali tu moja la kwanza nikiwa hivi hivi kwenye asila zangu, na swali la kwanza, kwa hiyo dada yangu hawa watubaki kwenye maisha yako ndio na muhimu kuliko sisi? Mbona sikuelewi, unamaanisha nini? Utanielewa tu dadangu. Hivi mimi nimekusaidia mangapi kwenye maisha yako wewe? Kumbuka kwamba mpaka sasa hivi kwenye jumba la hela za kale kule, watu wapo kule, mimi bega kwa bega, mambo anataka kuharibika lakini sijakutupa, nashirikiana na wewe mambo yanavyoenda ovyo lakini sikutupi. Nimekupeleka kwa mganga mimi niko hivi bega kwa bega, mganga hatari yule nimekupeleka. Mbaya zaidi nimekuhamisha kutoka kwenye kile kijumba chako cha ovyo ovyo nimekuleta kwenye bungalow ili unaisha, sasa hivi mambo ya bungalow AC e, si ndani, maisha laini humu ndani unaangalia tu vingamuzi, unaenjoy maisha. Leo unakurupuka unamuita Pili, eh, Pili yule unampa shilingi 10,000 unamlipa, yaani maana yake. Ili mradi tu kazi ya kwenda kufanya unafiki kwa watu. Yaani kazi za ya kwenda kufanya unafiki tu, mwenzangu analipwa juu. Mimi nilikusaidia yote. Shilingi mia yako sijawai kuambulia. Ndo udugu wetu unavyoishi, ndio. Sasa kaka wewe unaamini kama mimi kweli nina elfu kumi ya kumpa pia? Maana unajua hali yangu ilivyokuwa ngumu. Hali yangu ngumu vibaya mno. Ina maana wewe pia unamwamini sana kuliko hata unavoniamini mimi. Mpaka anakumezesha maneno ya kinafi huko na unakuja hapo unafula, unakuja kunisimanga dadako kweli? Hivi ananiharibia sehemu sahihi kabisa. Ajiona atakuambia mambo yangu mimi ndio akakuona wewe. Wewe uone kama mtoto fit na yule. Skiza nikuambie, dadangu. Sawa, mimi nimekutana Pili ana kwa ana tena, tulipo tunaenda kwenye mambo yetu. Hey, leo o ab sema kwama apa, mimi nakwambia mzungu anasema ni yani, manaake mambo yanaendelea sasa mimi nachosema hivi ili jambo halijaisha. Ili ndo kwanza liko hapa. Sasa mimi nakwambiaje, nitalifanyia uchunguzi ili jambo. Kama umempa pili hiyo elfu kumi alafu mimi naangaika na, na mambo yako ee, shilingi mia yako hujawahi kunipa. Mimi dadangu, udugu ndo kama amesema udugu wazina yetu, si nini? Kama wewe ndo group B mimi group O au group O, basi kila mtu atafuta group lake. Wewe kazi kwa kusini, mimi nikazi kaskazini. Mimi nakwambia nikipita juu wewe pita chini. Yaani udugu tusijuane kweli kweli na nakwambiaje, tumalize hivyo. Naenda mimi. Ukweli nitakuja kujua. Ndio kama ndo nitajua mbivu au mbichi. Ah, kaka unafanya vibaya. Hasa na mtoto mnafiki huyu mbona akajua kunivua nguo? Mambo tumeongea wawili tu. Kaenda kayasambaza mtu mzima. Mtu mzima sina dhalilika mimi. Tenge, hata kama nikikuuliza maswali najua hautaweza kunijibu, kwa sababu sio amri yako. As kama umeamua kuniuliza hayo maswali, naomba niuliza hata kama si amri yangu, hivi umeelewa nini kwa kila alichokizungumza macho? Na kama haujaelewa kuna mtu anatakiwa kufa. Sasa mimi najitolea kufa. Unaenda wapi? Na unaenda kufanya nini, Kitenge? Unaongea nini wewe? Ina maana Sifa. Ngoja kwanza. Labda nikuulize lengo lako hasa ni nini? Uwezi jua lengo langu, aliyekua wewe sio mwenye malengo. Taratibu, sijui ndo kuni na macho kidole na macho sijui sawa, ila inatoka utambua, katika hii nyumba sisi tumefata nini na tangu tumefika umu kila siku matatizo ambayo hata hayapimiki <laughs> na nataka kusababisha lingine, si ndio? Eti? Yani katika watu wasiojelewa wewe unashika <coughs> namba moja kwa watu mia moja Tala. kunifanyia vuruga hili. Nisikilize mimi, mimi ndo mwanao, mimi ndo ndugu yako. Cha msingi hapa wewe kuwa mpole. Nini mimi wekuwa leo. Kabla ujaenda kumchinja mtu. Toka hapa nenda moja kwa moja paka kwa brother Sombadi. Oho, unanipeleka tena kwa Sombadi? Mtoto wa Yesu, Sombadi anawaza upole kusamehana yaishe. Tutafungua Mathayo, Zaburi na Methali. Sombadi simtaki, simtaki, Sombadi, Sombadi simtaki.